Maji machafu huwa hayazuii mimea kukua. Maneno ya watu machafu yasikuzuie kukua. Uongo wa watu usikuzuie kukua. Chuki za watu zisizuie kukua. Wivu wa watu usikuzuie kukua. Ikiwa unajua alichokiweka Mungu ndani yako, Amini kwamba hicho alichokiweka Mungu ndani yako kitafika salama. Na kitafika tu endapo hautakata tamaa. Hakuna aliyekata tamaa akafanikiwa. Ikiwa unataka kuinuka kama mkuu kwenye familia yako, uwe tayari kulipa gharama yoyote itakayopita mbele yako. Ili ufike pale ambapo Mungu anataka ufike. Tumsifu Yesu Kristo.